Tuelekee uko Goma, Kivu Kaskazini, ambako kwa sasa ni eneo linalodhibitiwa na AFC M23. Ni kwamba naibu meya wa mji wa Goma, Desire Ngabo, atoa taadhari watu wanaodanganywa kununua viwanja katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, kwani makazi eneo hilo sio la wakazi, ni mipaka. Mie mimi na iko malaria mzonete, na mimi nazalia mo na watoto, lakini walikuyaga wakapima mbele, walikuyaga wakapima, wakaanzia hapa kwa hili jua pale kwenye ule mtoto iko bakaendelelea, wakasema kuya niponesha kizi iko papa wenka, akasema kuanzia hapa kwa ili kwetu kuanzia pale kwa ile nyumba timpaka apo ni kunyumba wakakuya na gizi mnakuya, ndio maana unaona niko nacheza ni, ni furaha ya kapani. Baka bakakuya wakatembea, baka kuya hivi wakaenda hivi wakaenda hivi bakaenda hivi bakaenda hivi baka fika

Walipitisha mabarabara walikata huku kote, lakini wakaniacha mpaka na mimi huyu. Sasa mimi natokea kule, nafurahi, naona natoka mimi, natakuwa minatoka minatakua baba yangu Yesu Kristo yetu

kwani kuna watu ambao walikuwa wameshaanza jenga vibaya walikuwa wanaza ampete zone net na ndio maana uh, mari Maria Goma chama cha AFC M23 wakati tumekuwa lrt ilibidi, ilibidi tukuja hapa ili tuweze kuangalia pamoja na services zote service ya cadastre pamoja na, na meri ndo tulifika kuangalia zone net inaanzia wapi na inaishia wapi na wapi watu wanaanza kujenga. Yaani watu wanaanza jenga, jenga ndani ya imeonekana watu wanajenga ndani, lakini tunaendelea kufuatilia. Lakini ukiangalia vizuri metre ambazo zilikuwa prevu kubakia hapa ku zone netre kote kongole, kuna watu ambao hawai respecte, na haianze leo. Ukiangalia hata nyumba nyingi walikuwa wanaenda wanaweka mar, lakini watu hawapendi kusikia. Sasa mtafanyaje? Eh, decisions zingine zitatoka kwa wakubwa, tutapatia wakubwa rapport na ni wao ndo watajua kipi cha kufanya. Kwa hiyo mnaweza ambia nini wale wanaodanganywa kwamba wakuje tafuta parcel? Watu wasidanganywe, mbele ujenge ni vizuri ku kwenda ona maservice ambazo imahusika ili usije ukajenge mahali ambapo hakustahili ujenge sai, kisha kesho ujikute nyumba yako imebomolewa. Hii ni baada ya watu kuanza jenga makazi yao katika baadhi ya sehemu mpakani shughuli zote zikiombwa kusimamishwa, kwani haziruhusiwi watu kujenga katika mipaka ya mataifa mawili. Desire Ngabo Kisuba ametoa hata hivyo tahadhari kwa watu wanaoitwa komisioner wanaodanganya watu kuwa wana viwanja kwenye mpaka wa DRC na Rwanda Zaiwa, kama, pamoja na,

Na kusema ulikuwa una shida nini? Tumekuwa tunaongea pale. Mtu analima hapa shamba. Watoto wake wanajua kula maraki pale. Anakufa. Hii ni shamba ndio kwenda tayangu, hapa ni kwetu.